Naomba niwashukuru wale wote ambao wameshazungumza my brother na rafiki Masanja. Nikakaa, kuna mama mmoja amezungumza kitu fulani, nikagundua ni mara ya pili nimekuja Tunduma, alafu zote nikiwa na Masanja. Tulikuja mwaka sijui, ulikuwa mwaka gani ule. Elfu mbili na kumi na saba. Yes, elfu mbili na kumi na saba. Liongea na wamama fulani pale high class. Wangapi walikuwepo kipindi hicho? Asante sana. Hii ni mara ya pili. Lakini kipindi kile Masanja alikuwa hajaoa. <laughs> Alikuwa anachumbia. Lakini mara ya pili Mungu ametupa nafasi ya kuja tena. Asante sana, mtumishi wa Mungu Epi, kwa kuzungumza maneno mazuri kabisa ya familia. Naomba nikwambie ukweli, mimi ni counselor, nafundisha chuo kikuu lakini naongea na, na, na watu wengi sana wa ndoa kwa sababu ndio sehemu ambako nimejifunza na nimefanya degree zangu huko kwenye kufanya tafiti. Alivyosema mtumishi wa Mungu, hata uwe na mafanikio kiasi gani, mtoto wako akipinda hutofurahia mafanikio yako hata siku moja. Sasa ni, natamani kuconnect ninachozungumza na alichozungumza yeye katika wan, vijana kumi ambao ninazungumza nao ofisini kwangu mara zote, wanawauliza wakati wanataka niwashauri kuhusu ndoa au wanataka kuingia kwenye ndoa, mara zote huwa nawauliza je, ndoa ya wazazi wako ni ndoa ya mfano kwako? Katika vijana kumi vijana chini katika vijana kumi labda vijana watatu au wawili huwa wananiambia natamani ndoa yangu iwe sawa na wazazi wangu. Vijana nane wa kike kwa wa kiume huwa wananiambia natamani ndoa yangu iwe tofauti na ndoa ya baba yangu na mama yangu.